Ufugaji wa kuku wa nyama walio salama kaunti ya Nakuru ni kilimo kinachoangaziwa ili kuwawezesha wakulima kiuchumi na kijamii. Wizara ya kilimo na wadau wengine wa maendeleo wako mbioni kukomesha matumizi ya dawa za kisasa za kunenepesha kuku na mifugo wengine, dawa ambazo baadaye huathiri binadamu wanapotumia bidhaa za mifugo hao. Ripoti ya utafiti wa shirika la chakula na kilimo FAO inasema iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa za kuzuia matumizi ya dawa aina ya antibiotics kwa kuku, huenda matumizi hayo duniani kote yakafikia tani 132,000 mwaka wa 2030 na tani 144,000 ifikapo mwaka wa 2040 mtawalia. Ndiposa wakulima hawa na wanachama wa kikundi cha Kiamonyeki kutoka Bahati, kaunti ya Nakuru wakisifia ufugaji wa kuku wa nyama wasiokuwa na dawa. Kikundi hiki kimepata mafunzo kutoka kwa maafisa wa nyanjani wa shule ya kilimo wakishirikiana na FAO, mafunzo yakizingatia kanuni za ufugaji bora wakati wote. Gavana wa Nakuru Susan Kihika akitoa mwanga wa matumizi ya teknolojia manifesto na mipangilio mingine ya maendeleo kuimarisha sekta ya kilimo wakulima hawa wakitakiwa kuwaelimisha wakulima wengine kati. Mimi na nilikuwa nalima, nilikuwa naweka dawa. Saa hii hiyo, hakuna hakuna hiyo elementi ya dawa. Juu nyumbani nilikuwa nikinunua ma boosters, boosters. sasa hapa ndio nimekuja kulani, hazihitaji hazihitaji hizo boosters. Mradi huu wa majaribio ukitekelezwa eneo bunge la Bahati, kukiwa na vikundi viwili na kimoja mjini Naivasha. Kati ya wiki nne na sita, kuku hao hukomaa na kuuzwa, kisha sehemu ya kuku hao walimokuwa wakikaa husafishwa na kusalia salama kwa kipindi cha siku kumi na nne kabla ya kuwekwa vifaranga wengine. Especially the antibiotics. ambao wakulima wengi wamekuwa wakiamini ya kwamba kama unafuga hao kuku lazima uweke antibiotics ambalo tumekuwa tukionyesha sio kweli, na kwa sababu kama idara tunataka tulime na tukue na chakula, nyama, maziwa ambao hazina madawa kwa ajili ya nutrition, kupeana lishe ambalo liko safi na liko nzuri. FAO ikiahidi ufugaji endelevu na kuwaunganisha wakulima kupata soko. Lakini hatuwezi sema tumeacha wakulima. Kama shirika la FAO, tuko bado huku mjini, tuendelea kusaidia wakulima. Na vile mwenzangu alikuwa ameeleza hapo awali, tuna mipango ingine maalum, kama mmoja tunaita Renofarm, reducing the need for antimicrobial use on farms. So hiyo ni mpangilio wa miaka kumi, tunajaribu kusaidia wakulima nchini na wakulima kama ambao wamejifunza kwa maneno ya farmer field schools na wameweza kujua vile wanaweza fuga kuku bila dawa n, ni wa candidate wa kwanza ambao tunaweza angalia kuwaingiza kwa mfumo kama hii, kwa sababu wanajua mambo ambayo tunajaribu ama vision tunajaribu ku, achieve kama organization. Nimelan broiler hazitaki joto mingi, pia nimelan hazitaki madawa for example, the biosafety na mambo ya kuweka yale maji ya ambayo yana dawa ya kukanyaga pale unapoingia katika nyumba ya kuku ili usilete maambukizo katika vifaranga na kuku wako kwa jumla. Na pia nilikuwa sijajua sana mambo ya vaccination ambayo nimefunzwa hapa, ya kwamba ni lazima my chicks wawe vaccinated after 12 days uh, na against Newcastle, ugonjwa ambao usipo uh, kuwa makini unaweza kumaliza kuku wako wote. Tuko na manguo ambayo huwa tunabadilisha. Tuko na viatu ambazo huwa tunabadilisha tukifika tu hapa. Uwekaji wa kumbukumbu ukisisitizwa. Nyumbani sikuwa, ni kipima chakula, ni kumwaga tu kwa hizo nini, ni fidas, ninamwaga tu. Tulikuwa hatupimi uzito, lakini sasa hapa tuna mark wale vifaranga, so ukiangalia zile rekodi zetu utaweza kuona Uh, kama tunapata faida ama tunapata hasara, so inakuwa ni rahisi sana pia kuelezea mkulima unastahili kufanya mabadiliko hapa ama pale. Pengine ufugaji huu haujakosa changamoto zake. Rodent, panya na panya unajua ni, ni, ni, ni rafiki wa chakula cha kuku. Kwa hivyo mahali store umeweka chakula lazima uangalie sana ya kwamba hiyo store panya hawaingii ama, uh, wameangaliwa we supply the store as needs arise so haturudishani hatu pale na tuweza kuweka mapaka. That is number one. Paka ndio tuliweka sana ambazo zinawafukuza tu na zimepungua Usimamizi bora ukichangia faida maradufu. Kaunti ya Nakuru, ambayo ni kaunti yenye fursa tele, inaendelea kuwashirikisha wadau wote kwa maendeleo ile ya kiuchumi. So as a county, tutakuwa na a lot of data in terms of what e he model ya farmer field school. so wameahidi the FAO, they will be doing a lot of reports and give the counties the lessons learned. I want to urge um, that FAO continue supporting the county. in all ways we are happy with you FAO. continue supporting us <laughs>